Tuitazame beti ama wengine huita mchezo wa kubatisha. Je, unafahamu jini hiyo hutumika katika mchezo wa kubatisha ama michezo kama kamari katika ulimwengu? Basi tuendelee kujifunza.

na kwa majina mengine mengi tu. Kwa hiyo hujulikana kwa moja pekee, kwani kila mtaalamu huja na majina yake kuonyesha utofauti wake, ila kiumbe huyo ni huyo tu mmoja. Menosan, au Kleni Jinak ni moja kati ya majina watumishi wenye nguvu kabisa katika tabaka la majini sabini na mbili wafalme na wenye uwezo wa mamlaka asili ya pesa. Kwenye makundi ya majini mino sana yuko kwenye kundi la mashetani na yuko karibu zaidi na Lusifa, yeye pamoja na washiriki wake na wanawatumishi wao chini, ambao jumla yake ni arobaini na tano utapata pesa kwenye kamari zao kupitia yeye kwa njia mbili: kufanya naye mkataba, kumzumaisha kuone wewe ni rafiki yake ya kupea ushindi kati unavyotaka hiyo lolote hapo linaweza kutokea, ama kusimamia mwenyewe au atakupangia yote miongoni mwao katika watumishi wake kusimamia na wewe kwenye mechi zako, ukaibuka mshindi. Ukipata tu alama na mui wake yeye, uko na wewe tayari, ni rafiki yake na unamtii, na ushindi kwako ni lazima kila unapocheza unafanya hivyo, kuruhusu kulingana na makubaliano yenu au kitu alichofanya kwa ajili ya kupata ushindi. Kumbuka picha unayoona hapo ni mfano tu. inusienu, na wanasiwote na mwonekano lisiino sana na kupata elimu hii kwa walimu ambao wanahusika na mambo haya ya kijini ama majini. Kwa hiyo kama unatafuta namna ama suluhu ya mambo yako katika betting, ni vema ukatafuta mwangaza kupitia wao. Mimi ni elimu tu nakupa, na ufunguzi unaokichwani ni mwako mwenyewe. Kama mpendezo na tips hii, thank you. Follow for more na na Mungu akubariki.